Ilikuwa ni ziara ya kwanza ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba katika wilaya ya Ubungo na akiangazia kuangalia miundombinu iliyoharibika baada ya kufanyika kwa vurugu ambazo zilitokea Oktoba 29. Vituo ishirini ambavyo vimeharibika ama vimeharibiwa kwa kuchomwa moto ama kupigwa mawe kwenye siku hiyo. Anzeni mara moja, kaeni mara moja, mtengeneze utaratibu wa mpito, chukueni mageti yale ambayo yalikuwepo, ambayo yalikuwa yatumike kwa hiyo shughuli nyingine, wekeni hata kwa hata kwa umbali wa kuruka kituo kimojawapo. Tarehe tisa hakutakuwa na sherehe za kuadhimisha ya Desemba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 Natambua ilikuwepo hii moja ya ufufuo na uzima, kaifungulie ifungulie wape masharti, wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi sita. Ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miko ya, na mipaka ya ufanyaji kazi sawasawa sawa na sheria na katiba ya nchi yetu, na nendeni mkayaangalie upya ya masharti akikosea mmoja, utaratibu wa kufunga kote una madhara kwa wananchi wetu. Na niwaombe viongozi wetu wa dini, mna haki na tunaheshimu sana ushauri wenu. Epukeni kupelekwa kwenye maeneo ya kugonganishwa. Ikitoka kwenu itaenda kwa waumini wenu, na ikifika huko hatutakuwa na nchi tena awali mkuu wa mkoa alieleza sababu zinazoweza sababisha wananchi kuwa na hasira jambo ambalo limemfanya waziri mkuu kutoa agizo la kuwafukuza watendaji wote wala rushwa na wazembe mwananchi anakwenda kwa ajili ya kupata mkopo anazungushwa siku ya kwanza anazungushwa siku ya pili anaombwa rushwa mkopo nao hapati huyu mwananchi kwa ujumla lazima ataichukia serikali mfanyakazi yeyote mzembe mla rushwa wala msimuhamishe mfukuzeni kazi vijana wa kitanzania ambao wanaweza wakafanya kazi kwa uadilifu wapo wa kutosha Esther Bella Malisa Azam News Dar es Salaam